Kama ni dawa nilipea warai tena, ilishika ukweli, kwa sababu mimi, umenichanganya akili, unanichanganya akili yeswear. why does my ah, man. Yeah, yeah, yeah, yeah. <laughs> <laughs> nakupenda sana sana, niko peke yangu ama unaweza kuwa unafanya <laughs> ni wewe peke yako. Serious, siwezi kuamini. Kwa nini? Unajua nyinyi hey, unafanya, najua ni wewe peke yako, siwezi kuamini, najua ni nini, viumbe dhaifu <laughs> ninayo tena nakupigia Achana na simu yangu, achana nayo, achana na simu yangu. Sasa unanificha nini? Mchepuko mmoja tu ndo unanificha. Mimi mwenyewe hapo niko na wanawake wengine watano. Kisa mmoja tu ndo unanificha. Hmm. Hacha nikuambie hmm. Najua kwanza, mimi niko nao watatu. Ukiendanga hivi kazini asubuhi, niko na kijana, saa saba niko na mwanaume, jioni niko na mzee. mzeeon hmm. So una na mzee? Kula mabaki, in short <laughs> Mapenzi jamani, bado eh. Eh, ni asubuhi kuja, tuende turudi nyuma, nikupe kako kamoja juu, si utarudi jioni eh, before amalize hiyo ladha <laughs> <laughs> <laughs> oh <yeah! laughs>